Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Mikidadi Mbaruku Mzee amewataka wastaafu wa, wa ofisi hiyo kuendeleza mazuri waliyoyapata katika kipindi chote cha utumishi wao. Amesema hayo alipokuwa akiwaaga wastaafu wanne ofisini kwake Vuga, Mkoa Mjini Magharib. Amesema kustaafu kwao ni njia moja ya kuongeza uzalendo kama walivyokuwa katika utumishi Mnaondoka kwenye jamii hii, ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa, mnaenda kwenye jamii nyingine, kwa maana kwenda kuishi na wananchi. Huko mlikuwa mnaishi nao, lakini most of your time mlikuwa mna spend hapa, lakini sasa hivi most of your time mta spend mitaani. Kuna majirani, kuna ndugu, kuna waumini wenzenu huko, mkaishi nao kwa wema, mkaishi nao kwa upendo. Kwa hivyo ninawaomba ule ulealiti wenu mnaondoka nao hapa, ule uzalendo wenu mnaondoka nao hapa, ile imani na mapenzi yenu kwa nchi yenu mnaondoka nao hapa, mkaendelee nayo na huko na kokwenda. Mkurugenzi Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Silima Juma Khamis amesema ataendeleza ushirikiano na kuendelea kufanya kazi nao kama mwanzo bila ya kujali kustaafu kwao. Tunaahidi ya kwamba tutaendelea kuwapa mashirikiano makubwa sana hawa uh, wenzetu kwa kwa jambo lolote ambalo watahitaji kutoka kama vile awali hmm. Na na imani kwamba hakuna tofauti yoyote ambayo iliyopo kati ya yetu na wao kwa namna tulivyoishi nao na hadi sasa tunavyoendelea kuishi kuishi nao. Akizungumza kwa niaba ya wastaafu Ali Shauri Ali amesema wataendelea kutoa ushirikiano kwa watendaji wa ofisi hiyo. Kwa hivyo katika maisha ya kazi, labda tuwasihi na kuwashauri mwendelee kufanya kazi kwa pamoja, mwendelee kushirikiana. Mtakapokuwa mnafanya hivyo, basi mnaweza mkawa ni wafanyakazi wa mfano, na mnaweza mkiondoka na nyinyi basi kukawa hakuna hitilafu zozote. Nao watendaji wa ofisi hiyo wamesema wataendelea kutumia elimu aliyoipata kutoka kwa wastaafu hao na kuendelea kushirikiana nao watakapokuwa wamehitajika. Pia tuwaambie kwamba isiwe kwa sababu yao kwamba wanastaafu ndio wakaondosha ule ukaribu ambao tuliokuwa nao kipindi cha wafanyaji kazi, maanake yale maisha ambayo tuliokuwa tukiishi bado yapo pale pale, in case sisi tutakuwa tuna tatizo, maanake nao watupe ule ushirikiano ambao walikuwa wakitupa kipindi wako kazini, lakini na wao pia wakifika na shida, na sisi tuko tayari maanake muda wote kutoa ushirikiano na kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Asha Hassan, ZBC.